Mambo, i hope mnaendeleaje? Hii ni jeshi la mtu mmoja. Nimekuwa na maradhi kwa muda mrefu, na matatizo ya colon colonoscopy colonoscopy imekuwa ikinsumbua, yani kansa ya ya kolon. Ina ina na tatiza na nilikuwa shida ya figo. Sasa iko hivi, mambo mengi yametendeka, mambo mengi yametendeka ulimwengu nzima. Kwa hiyo muda ambao kwamba sikuwepo kuwaletea video ama kualetea habari kem kem, lakini nataka niwashukuru sana wale ambao kwamba wamesubscribe ambao kwamba wamenishika mkono jamani, nawapenda nyote. Kwa wale mnanifuatilia, kwa wale wananipatia maoni ya pale na pale, kwa wale wananipatia usia na pale mawazo fulani fulani, na wale wanasubscribe na wale wanapitia. Asanteni sana. Asanteni sana. Na ikiwa mwakosee kwa njia moja ama nyingine kwa matamshi yangu, kwa video yangu na mtanii waomba radhi, nawaomba msama. Mchukue hii video ama mchukue maoni yangu kama ni elimu ya kutusaidia, msichukue kama ni content tu ya kawaida, lakini basi mchukue kama funzo, sababu kuna mambo yanatendeka duniani hamyajui, lakini kuna mwingine yuko mahali fulani anayajua. Kwa mfano, mimi niko huku Ulaya Ulaya ya kupata habari zinakuja kwa maseconds zinakuja haraka, haraka unaziona kabla hazijafika Afrika tayari kumeshajua. Sasa mimi nawaambia namna hivi, mpenzi subscriber, Israel wakati wowote kuanzia sasa, Israel na Marekani yenda wakaivamia na kuichapa Iran mara nyingine. Israel na Marekani yenda wakampiga Iran kwa mara nyingine wakati wowote. Hii inafuatia habari ya kwamba um, serikali ya Kiisraeli wametuma ombi na fikra wa Donald Trump kumwambia ya kwamba waregelee kuishambulia na kumpiga na kumtandika na kumchapa Mwirani. Kwa mara nyingine na tena wakimchapa wamchape wamsambaratishe nguvu zake zote. Hiyo habari imefika kwa meza ya, ya Donald Trump, na upande mwingine Israeli inajiandaa kwa hali ya juu kabisa kujiandaa ili wakati wowote kuanzia sasa, Muiran atapigwa na Muisraeli na Marekani. Haijulikani kama kutakuwa na wengine, nchi zingine, ambapo kwamba najua kuna nchi kadhaa wa kadhaa ambapo kwamba iko katika sehemu ya eneo la Ghuba, nchi za Kiarabu. Najua kuna wengine wata Watamsaidia Mwisraeli chichinichini. Kwa mfano, Mwisraeli kwenda kumpiga Iran itabidi ndege zake zipite katika anga za nchi kadhaa ndio ifike kule kwa Iran. Kwa sababu Mwisraeli hapendi kutumia inaitwaje, makombora ipigwe irushwe anapenda kutumia ndege, ndege za jeshi zimebeba silaha na zinafanya nini, zinaenda kufanya nini? Kupiga huko, kwa sababu Irani si karibu na Israeli, ni mbali. Hapa katikati kuna nchi kadhaa za Kiarabu, na hizo nchi ziko na anga, na hizo anga ni, inatawaliwa na nchi huru za hizo nchi za Kiarabu yeah? so, ili ndege yako ama, ama makombora yako ipite iende katika nchi nyingine eh, ni sheria uwajulishe, uongee na hizo nchi ambapo kwamba ziko hapo, jamani ye, tunaomba kutumia anga yenu kufanya operesheni fulani, operesheni fulani. Lakini mwirani haombi ruksa. Mwirani yake anarusha arusha tu, ipite isipite, bora ifike kule, mwita mchape Israeli. Sasa nchi za Kiarabu kuna zile ambayo kwamba zinaweza zikasaidia Muisraeli kama nchi ya umoja ya milki za Kiarabu. Inaweza ikamsaidia Marekani na inaweza kumsaidia Muisraeli. Nchi nyingine ambayo kwamba inaweza kumsaidia Muisraeli ni nchi ya Syria, kwa sababu Syria, hiyo serikali ya Syria ya Al-Shara iliwekwa uongozini na nchi kadhaa, ikiwemo Marekani, ikiwemo Israel, ikiwemo Uturuki na ikiwemo nchi zingine. Kwa hivyo, Syria inaweza ikampa nafasi ya ang anga yake itumike na ndege za Marekani na Israeli kwenda kupiga Iran. Nchi nyingine ambayo kwamba inaweza kupatiana anga yake ipitwe ama ruhusa anga yake itumike ni nchi ya Jordan. Yeah. Jordan, wana a wako na uhusiano na Israel na wako na uhusiano na Marekani, kwa hivyo ni rahisi. Nchi hizo zinaweza zika, nchi hiyo ya Jordan inaweza katoa ruhusa itumike anga yake. Kumbuka kulipokuwa na vita ya siku kumi na mbili kati ya Iran na Israel, wakati Iran inataka inarusha makombora kwenda Israel. Jordan ilitumika pakubwa kuzuia na kudungua maroketi na makombora ya Iran ikielekea wapi? Israel. Na wakati Muiran anaenda kutandikwa na Israel, Jordan ilifungua anga yake ili Muisrael na Marekani ipite ikamtandike nani? Ikamtandike Muirani. Haijulikani Qatar ama Saudi Arabia walihusika ama iko wapi, lakini najua nchi nyingine ambayo kwamba iliruhusu nchi ya Syria. Tumepatana hapo sasa. Kuna uwezekano mkubwa, Israel na Marekani, kuna mpango ya kuipiga ya kurudia, na katika vita dhidi ya Iran upande mmoja Israel na Marekani kwa upande wa pili. Kwa hivyo mambo haya yanachemka, wakati wowote wa vita vinaweza kuzuka tena upya kati ya Iran na Israel na Marekani. Um, kwa upande wa Iran katika ma maandalizi katika kwa upande wa maandalizi, kumbuka Iran tangu yale vita ya siku kumi na mbili yalipokuwa yamefanyika soto, tuliona tuliona Iran alipigwa, na tuliona Iran alipiga. Iran alipigwa na akapiga aka akamkomoa Israeli right. Katika sehemu sasa, Iran imejua imeshatathmini nguvu yake ya kivita, huku nimefaulu na huku sijafaulu, huku nimelegea na huku sijalegea, huku nime... iko hivi na hivi, nitafanya hivi na hivi. Iran inajiandaa pakubwa na inchi ya Uchina na inchi ya Urusi na inchi ya North Korea na nchi ya Pakistan na nchi zingine zinaisaidia Iran kwa, kwa haraka sana kuiboresha ulinzi wake. Kumbuka Iran imenunua ndege kadhaa, wamepata usaidizi ya makombora kadhaa, sehemu zake za nyuklia wameanza kuendelea kuiboresha kadhaa, sehemu zake za makombora ya maulinzi wameendelea kuiboresha. Iran imetengeza kombora ambayo kwamba Uiran wamesema, kuna makombora ambayo kwamba wakati ule Iran ilikuwa inatupa kombora mbili tatu nne tano, kitu kama hivyo kwenda Israeli, lakini kuna habari kutoka New York Times kule Marekani na sehemu ya Israeli wanasema Mwiran saizi ana uwezo, ana uwezo ya kurusha makombora zaidi ya alfu mbili kwa wakati mmoja. Unaona, ndiyo habari iliungwa mkono na kiongozi wa kijeshi wa Iran <laughs> sema Iran sasa kuna uwezo. Hapo mbeleni walikuwa narusha kombora karibu kumi kumi, ama mia kitu kama hivi, ama mia mbili, lakini sasa wanaweza karusha kombora makombora na maroketi elfu mbili kwa wakati mmoja. Yani anarusha elfu mbili inakwenda, anarusha tena elfu mbili zaidi ya elfu mbili inakwenda, alafu anarusha karibu elfu mbili zingine zinakwenda sasa <laughs> hizo makombora zitakuwa zinamwagika zinatiririka <laughs> kama mvua hivi kama theluji <laughs> kule Israeli na wakati inatiririka ina kutokako na uharibifu bala, nakwambia, kwa sababu kuna ile eh, zana za kivita ya kuzuia makombora ndio, na David Sling eh, na Iron Dome hiyo eh, hizo makombora hizo amba kwamba zimesifiwa duniani, ililemewa. Wakati kulikuwa kuna vita ya siku kumi na mbili kati ya Iran na Israeli, zililemewa sana nguvu yeah. Kwa sababu makombora yalikuwa mengi wakati huo, karibu mia. Sasa mwirani akipiga, mwirani ameshajua nguvu ya muisraeli, amejua weakness, amejua weakness wa Israel, hapa tulimpiga akawaka, akawuna, nakombora mia na ndo mambo yalikwenda hivi. Je, tukuwapiga na na elfu mbili ama elfu tatu itakuwaje kwa wakati mmoja yeah? Nakumbuka Israel ni nchi ndogo yeah? na unaona vile ilipigwa sehemu mbalimbali sehemu amba kwamba yeah? ni nadra sensitive ziligongwa, zilikomolewa. Sasa ikipigwa mara yingine itakuwaje? Na Mwisraeli amesema juzi hawatakubali mwiran atengeze silaha ya nyuklia. Na wamesema juzi ya kwamba mwiran yuko katika harakati ya kutengeza silaha ya nyuklia. Wakati Marekani ilirusha mabomu na Israeli walirusha mabomu kuishambulia kui sehemu mbalimbali mbali ya nyuklia ya Iran. Hawakufaulu kuisambarisha sehemu hiyo zote. Hi sehemu kidogo tu ndiyo ilipigwa. Sehemu kubwa haiku, haikuguswa wala haikupigwa wale. Hiyo bomu haikupenya kule. Sasa wana wasiwasi mkubwa. Kumbuka Iran ilisimamisha wale wachunguzi wa nuklia hmm? eh? IAEA International Atomic whatever eh? hmm? Aliwaambia, nyinyi msikuje, nyinyi ndio mlisababisha nyi, nyi tukapigwa na Marekani. Sasa ninyi kaeli basi Mwirani ikajiondoka sasa. Sasa wataboresha eh, sasa mambo ni motomoto moto, eh. Nakumbuka vita vikija kule Iran na, na, na, na, na, na Israel na Marekani, kumbuka kuna kambi za jeshi Qatar eh, unakumbuka vile Iran ilifanywa ilifanya, ilipiga hiyo kambi <laughs> Ili komoyo kambi sasa mpaka sasa Marekani hailishtuka kumbuka hiyo ndio kambi kubwa zaidi nje ya Marekani kwa ukubwa. Sasa kuna kambi kadhaa kule, kuna kuna masilahi ya Marekani kadhaa katika eneo hilo lote, na kumbuka kuna ile bahari inaitwa Bab Almandab, katika hiyo bahari kuna mahali niinapita meli me zinapita hiyo mahali, iko karibu na bahari, karibu na ufuo wa Iran, na hizo meli zote za mafuta za nini, za embra, zinaenda ulimwenguni, za Marekani za wapi wapi, zinapitia Muiran. Anaweza kaifunga hiyo hizo <laughs> sehemu, na makombora inaweza kwenda sehemu mbalimbali, kwa sababu wameiboresha, inasafiri kwa muda wa, mwaka, muda wa kasi zaidi na ukumbuka pia Russia yumo kule, alafu China pia nayo yumo <laughs> hawezi kuacha Iran hivi hivi, eh, yeah, hiyo vita itakuwa ni vita balaa. Sasa hayo ndio habari nataka kuwapatia wakati wote, mu Israel na Marekani wanaweza ukaivamia Iran, na Iran vile vile wamesema wako tayari kabisa, hawataanzisha vita lakini wakipindi watakapopigwa watakapoguswa ndio kutakuwa mbivu na michi ndo kutanuka bala. Mimi ni the one man army. Asante sana kwa kusubscribe, wale hawaja subscribe nawaomba munipa munishike tu mkono polepole pole, tukiendelea mbele yende ikawa video zangu haifurahishi, haiwaboreshi, hawaelimishi, but najaribu yale nawambia ni kweli, manake mimi huwa napenda sana kufanya utafiti na kuangalia nini imetokea mahali fulani, nini imetokea mahali fulani, siweki propaganda na walete kitu nini, kitu kitu nzuri na naangalia kama nitaweza kuwa na waletea video. Maana kwa siku hizi video za hizo matokeo huwa iliwekwa na watermark, watermark ya yeah, iko na trademark. Uki download, una download na trademark, alafu youtube inaleta bala. Tunaona siwaletei, lakini nitajaribu kufanya editing natafuta mtu anishughulikia, nitakuwa nawaletea matokeo fulani. Ikisema matokeo limetokea mahali fulani, nawaletea video inaonyeshea sehemu mambo ambayo yanaendelea. Kwa hivyo mnivumilie, nikiendelea kuiboresha. Asanteni sana kwa wale wame subscribe, tena wanao subscribe, tafadhali mfanye hivyo, mniunge mkono, mnipatie ushauri, tushikane na tuendelee mbele. Mimi ni jeshi la mtu mmoja. Tukutane katika video nyingine.